Kuna sura moja ndani ya Qur'an ambayo kila Muislamu huisoma kila siku mara nyingi zaidi kuliko nyingine yoyote. Ni Suratul Fatiha, ufunguo wa Qur'an na siri ya mafanikio ya kiroho na kimaisha. Ndani ya aya saba fupi, Allah ametuwekea ramani ya maisha yote. Aya ya kwanza, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, inatufundisha shukrani. Kila neema unayoiona ni ishara ya upendo wa Mola wako hapa ndipo siri ya utulivu inaanzia, moyo unaoshukuru haukosi furaha. Ar-Rahmanir-Rahim, nikumbushwe kwamba rehma za Allah hazina mipaka. Kila wakati unapoanguka, rehma hii ndiyo inakuinua tena. Hii ni siri ya matumaini yasiyoisha. Maliki Yawmiddin inatukumbusha uwajibikaji, maisha si mchezo. Kila tendo, kila neno lina siku yake ya hisabu hii ndiyo siri ya nidhamu ya ndani iyaka naabudu na wa iyaka na stain, ni kiapo cha utii na unyenyekevu tunamwabudu yeye pekee na msaada tunautafuta kwake pekee hii ni siri ya nguvu ya kweli nguvu inayotoka kwa kutegemea mwenyezi mungu ihdi nasu sirata almustaqim tuongoze njia iliyo sawa hii si dua ya msafiri wa mbali bali ni dua ya kila moyo unaotafuta nuru Siri hapa ni kuendelea kumwomba uongofu kila siku, kwa sababu maisha ni safari ya kujirekebisha daima. Suratul Fatiha ni zaidi ya kusoma, ni mwaliko wa kuishi, ni mlango wa mwanga unaofungua kila asubuhi. Unaposema bismillah, ndiyo siri kuu ya mwongozo wa maisha, kuanza kila hatua na Allah na kuhitimisha kila jambo naye. Hii ndiyo siri ya Suratul Fatiha.